E, nasema ni ndani ni, ni, ni, ya, ya hifadhi, ndio, ya mlima Hanang ndio kunakoteketea sasa. Kwa hili mzungumzaji ni ka, kamanda zima moto wilaya, e, zima moto na uokoaji, yeye ndio mwenye mamlaka ya kulizungumza hili ni nitazungumzwa kama mdau lakini sasa, kuitoa taarifa rasmi na nini ni yeye ama mkuu wa wilaya. Kama mdau wa uhifadhi, labda moto huu utakuwa na faida mm? ni, ni, ni, ni, ni, ni changamoto kwa sababu wote si unakuwa naathirika kwa maana ya wanyama, mimea, lakini vile vile landscape ya mlima pia inaweza ka kabadilika kwa sababu unaweza ukatarajia tena maporomoko mengine na vitu kama hivyo. Kwa hiyo athari ni kubwa kwa maana ya kimazingira, lakini pia hata kiustawi.